Mheshimiwa mwenyekiti, serikali iwe serikali za mitaa au serikali kuu, tumekuwa tunapokea fedha nyingi sana kwa ajili ya kutekeleza miradi, lakini wakati fulani tumekuwa sisi tunaitelekeza ite, tuna hii miradi na tuoni kama ni wajibu wetu kusimamia hii miradi na ikakamilika ipasavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni waombe mheshimiwa madiwani, ili mradi kuna mradi wowote unafanyika kwenye kata yako wajibu wa kusimamia na kuhakikisha mradi huo unakamilika ni wa kwako wewe mwenyewe pamoja na WDC yako. Wapo ambao tuna mitazamo, ukisikia huu mradi huu unafanywa na TARURA au mradi huu unafanywa na RUWASA, tunaona si wajibu wetu, kwa vile ni mradi na fedha ambazo tunapokea kutoka serikali kuu. Naombeni ni wakumbusheni hata miradi tunayoifanya sisi hapa halmashauri. Miradi tunayotekeleza kwa fedha zetu inawezekana ikawa haifiki hata asilimia tano ya miradi ambayo inatekelezwa kwenye maeneo haya. Ni waombe muone umuhimu wa kusimamia miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yetu.